Uhaligani, mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuzi yale alojiri, tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TVE. Habari baada ya uchaguzi mkuu, waliokuwa wagombea uraisi kupitia vyama vya upinzani wahimiza vijana kulinda amani ya nchi. Soko la bidhaa Tanzania TMX lauza korosho ghafi tani 26,254 za wakulima na katika habari za kimataifa maelfu wahamasishwa kupisha kimbunga kingine kikubwa Ufilipino. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam ambapo waliokuwa wagombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka vyama mbalimbali vya siasa vya upinzani wamewataka Watanzania hususani, vijana, kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani na badala yake wajielekeze katika kudumisha amani iliyopo nchini, kwani uwepo wa amani ndio msingi wa maisha bora na kuimarika kwa shughuli za maendeleo. Mrisho Mapeyo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam mgombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha NLD Doyo Hassan Doyo amesema suala la amani linapaswa kuenziwa kwa nguvu zote na kuepuka makundi yote yenye lengo la kuvuruga amani, huku mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha CUF Samandito Gombo akisisitiza kuwa Tanzania ni moja na tofauti zote zinaweza kumalizwa kwa kuzungumza bila uwepo wa vurugu. Amani ni swala ambalo kimsingi e, ni jambo zito, ni jambo muhimu ambalo Watanzania wote wanatakiwa walienzi kwa wivu mkubwa, kwa sababu tumeona siku mbili za moto ambazo kila mtu ukimwelezea habari ya kukinukisha, nadhani anaweza akakushambulia kwa makofi, kwa namna ambavyo Watanzania wameona ile kadhia ya lockdown ya siku mbili tatu kwa ajili ya usalama wao. Tunaongea, kwa hiyo sasa hivi tunaongea lugha moja, Watanzania wanaongea lugha moja ya amani, hakuna ambaye anaweza akapingana na lugha ya kutunza amani ya nchi. Kwa hiyo nitoe mwito kwa Tanzania hasa vijana asiingie kwenye makundi ambayo yanaweza akaliangamiza taifa. Tunayo nchi moja tu. Tunapozungumza swala la amani sasa hivi uchaguzi umekwisha. Umekwisha na mambo yake. Kwa hiyo sasa kilichobaki ni Tanzania na Watanzania. E, hamna kitu ambacho huwa kinafanyika kinafanyika perfect kabisa kwamba hiki sasa kiko perfect asilimia mia moja kwamba kiko vizuri. E, kama kuna tatizo limetokea mahali fulani, kwanza tushughulike na swala la amani, tupate utulivu kwenye nchi, tuweze kujenga nchi yetu. Tunapotikisika kama taifa, lazima turudi haraka haraka tubaki kuwa taifa, halafu tofauti zetu zilizopo tunaweza tukazimaliza. Kwa upande wao mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha DP Juma Mluya na Saum Rashid, mgombea urais kupitia chama cha UDP, wamesema amani ya taifa ndiyo kipaumbele cha kwanza kuliko maslahi binafsi, hivyo ni muhimu kila mtu kutambua umuhimu wa kutunza amani. Uchaguzi ume, umekwisha na tulikuwa wagombea 17 lakini wote tulikuwa tunategemea maamuzi ya wananchi. Wananchi ndo majaji wa mwisho. Wananchi wamechagua, na uchaguzi tuseme, umekwisha. Kama uchaguzi umekwisha, sote sasa hivi tuna wajibu wa kulinda amani yetu, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kizazi kijacho na chetu, lakini pia ni wajibu wetu kuona kwamba nchi inaendelea kuwa iko salama, kwa sababu e, uchaguzi ukiisha usiishi na amani, lazima amani tuishi kwa kama tuishi, siyasa, kwa kwa amba, e, amani tuishi. Na sisi wanasiasa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba amani tunaendelea kusisitiza na kuihubiri. Mimi kama ambaye nilishiriki kwenye uchaguzi, naendelea kusisitiza suala zima la kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu, kwa sababu leo tuko hapa kwa sababu nchi yetu imeasisiwa kwa misingi imara ya amani, na sisi tunatakiwa kuidumisha amani hii kwanza kabisa kwa sababu tunapokuwa na mazingira ya amani na utulivu, tunaweza kufanya maendeleo makubwa ya mtu mmoja mmoja, lakini na ya nchi kwa ujumla. Hata hivyo, mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ADA-TADEA Juma Ali Khatibu amesema baada ya kupata viongozi watakaoliongoza taifa, ni muhimu kuendelea kudumisha amani badala ya kufikiria kuleta vurugu na uvunjifu wa amani. sisi kama wagombea Uh, wa uraisi na viongozi wa vyama vya siasa tumeridhika na hatua ya uchaguzi tokea awali, lakini sasa napenda kuchukua nafasi hii kuwaomba Watanzania wenzangu tuendelee kuitunza amani ya nchi yetu. Hakuna jambo zuri kama kutunza amani. Yaliyotokea tuyachukulie ni changamoto eh, ya kimaisha yasitokezee tena. Kwa hivyo niwaombe vijana, hii ni nchi yao wazee watang'atuka, wao watalichukua taifa hili. Imegharimu pesa nyingi sana kujengwa miundombinu ya, ya, ya Tanzania mpaka hatua hii. Kwa hivyo asitokeze mtu akashawishi vijana wetu au wa watoto wetu. Kwa hivyo tuitunze amani yetu, tutunze umoja wetu, tuweke uzalendo wa nchi yetu. Asante sana, Mrisho Mapeyo, kwa taarifa hiyo. Katika hatua nyingine, jumuiya ya vijana ya chama cha mapinduzi UVCCM taifa imetoa tamko la kulaani vitendo vya vurugu vilivyofanywa na baadhi ya vijana wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 na kupelekea vifo, uharibifu wa mali, miundombinu mbalimbali ikiwamo ya usafiri wa mwendokasi na vituo vya afya. Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Akizungumza jini Dar es Salaam na waandishi wa habari Jumapili Novemba 9, mwenyekiti wa UVCCM taifa Mohamed Kawaida amesema jumuiya hiyo ina kemea na kulaani vurugu hizo kwani zimehatarisha maisha ya watu na kurudisha nyuma maendeleo kwa kusababisha vifo, uharibifu mkubwa wa mali za watu na miundombinu muhimu ya nchi. Aidha kawaida amesema jumuiya inasikitishwa na vitendo hivyo anavyodai kuwa vimeratibiwa na baadhi ya vijana ambao kwa sehemu kubwa hawapo nchini Tanzania, huku akisisitiza kuwa vitendo hivyo si kutaka demokrasia bali ni uhalifu. Hivyo amewataka viongozi na wazazi kuwakumbusha vijana kutotumia vibaya fursa ya kufanya maandamano. Inakemea na kulaani kwa dhati vitendo hivi kwa sababu sio tu kwamba vinakiuka sheria na utaratibu wa jamii bali pia vinahatarisha maisha ya wengine na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Lakini naumia zaidi kuona vurugu hizo zikiratibiwa na vijana wenzetu ambao wengi hawapo Tanzania na baadhi sio raia wa Tanzania ama wa nchi yetu ama taifa letu tena, na huenda hawatarudi tena hapa nchini. Wao kwa kushirikiana na watu wasioitakia mema Tanzania wanashawishi vijana waliopo Tanzania kupitia mitandao ya kijamii kufanya vurugu katika taifa letu, huku wao wakiwa wanastarehe nchi za nje, wakitunzwa na wale waliowatuma. Katika baadhi ya video tumeona vijana wenzetu wakivunja, kuiba, kuchoma moto, kutishia wenzao kuchoma vituo vya mwendokasi sahanati, vituo vya polisi, kuchoma maduka na vituo vya mafuta vya watu binafsi. Vijana wenzangu, hii haikuwa demokrasia bali vurugu na uhalifu. Aidha kawaida, amesema vurugu hizo zimesababisha uharibifu wa uchumi wa mtu mmoja mmoja, taifa, pamoja na nchi jirani kuathirika kutokana na kusimama kwa masoko, biashara na hata usafirishaji wa bidhaa mbalimbali, na pia zimesababisha watu kuishi maisha magumu wakiwa wamejifungia ndani bila kutoka nje. Sanjari na hayo, amesisitiza kushikamana na kulinda amani ya nchi, kwani amani ndiyo msingi wa maendeleo ya taifa. Lakini leo nisisimame tu hapa kulaani, nimesimama pia kuwahamasisha kuwa nyinyi wote vijana, wazazi na jamii kushikamana na amani. Amani ndiyo msingi wa maendeleo ya Tanzania yetu, na Tanzania yetu hii imejengwa na urithi wa amani tangu uhuru, na hivyo amani ndiyo iliyotufungulia milango ya uwekezaji katika sekta zote muhimu za kiuchumi. Hivyo kucheza na amani ni kucheza na uchumi, uzalishaji na ajira. Kabla ya kuanza mkutano huo, mwenyekiti huyo wa UVCCM Taifa amewataka wanahabari na wana UVCCM kusimama kwa sekunde kadhaa ili kuwakumbuka vijana waliopoteza maisha kwenye vurugu hizo. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Soko la bidhaa Tanzania TMX limefanikiwa kuuza korosho ghafi tani 26254 za wakulima wanaounganishwa kupitia chama kikuu cha ushirika cha Taneku Limited katika mnada wa kwanza za wa zao la korosho uliofanyika mkoani Mtwara. Katika mnada huo, korosho ziliuzwa kwa bei ya juu ya shilingi 3520 na bei ya chini ya shilingi 2550 kwa kilo kupitia mfumo wa kidijitali wa TMX unaolenga kuhakikisha uwazi, ushindani na tija kwa mkulima. Taarifa zinaeleza kuwa korosho hizo zilikuwa na jumla ya mafungu 105 ambapo mzigo wote uliuzwa kwa mafanikio kupitia mfumo wa soko la bidhaa, hatua inayotajwa kuashiria mwanzo mzuri wa msimu mpya wa mauzo ya korosho ya mwaka 2025/2026. Akizungumza baada ya mnada huo, mwenyekiti wa Taneku Limited Karim Chipola ameipongeza serikali kwa kuanzisha mfumo wa TMX akisema umeleta mapinduzi makubwa katika biashara ya mazao nchini simamia swala la ubora, kwa sababu swala la ubora ndilo swala litakalotubeba katika minada yetu. Umeona, kwa mara ya kwanza hapa Tanzania M, tumeweza kupeleka mzigo, haijawahi kutokea katika mnada wote, kupeleka tani elfu ishirini na sita katika mnada mmoja, lakini kwa sababu ya korosho zetu kuwa bora tumeweza kuziuza korosho zote kwayo nishukuru pia serikali kwa kuleta mifumo ya usimamizi kupitia mfumo wa, wa sakabazi za gala, lakini pia mfumo wa soko la bidhaa. Wakulima wamejiridhisha wenyewe kwa kuona bei zilikuwa zina trendi kwenye screen kwa uwazi kabisa. Mimi shukuru sana serikali kwa kutuletea mfumo ambao hauna mashaka, kwa sababu huu mfumo hauna ujanja ujanja kama ilifo, kama mifumo mingine tajiri ananunua kama aliko na wewe unaiona mkulima, bei iliyoko. Tumeona bei ya juu elfu tatu mia tano kwa kwa elfu mbili mia tano na hamsini kiwastani. Inaridhisha kiasi kutegemea kwamba gharama za, za pembejeo na vingine wanasimamia serikali. Kwa mimi niendelee kuishukuru serikali kuendelea kutusimamia wakulima, nimefurahishwa na hiki kitu, lakini pia tumewaomba wakulima wetu waendelee kutuamini viongozi wao, lakini pia tumewaomba hizi korosho, ili tuzidi kupata bei nzuri, waende wakazianike, kwa sababu sasa hivi mvua zimeanza kunyeshanyesha, kwa hiyo wakizianika, nazikaa kwenye ubora zaidi, naona bei itazidi kuongezeka. Mkuu wa Wilaya ya Singida Godwin Gondwe amewapongeza maafisa a usafirishaji wa mkoa wa Singida kwa kazi nzuri walioifanya katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu kwa kuilinda amani. Amini Nyaungo ana undani wa taarifa hiyo. Hayo ameyasema Mkuu wa Wilaya ya Singida Godwin Gondwe ya kuwa wilaya ya Singida imeona thamani yao kwa kulinda amani ya mkoa wa Singida katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Wale mwapakiza katika bodaboda ambao mliwasikia tu wanazungumza vitu avyeleweki, mkawaambia naomba nipite hapa kidogo, nimsalimie kaka yangu anafanya kazi hapa hivi, na mkaingia naye pale kwenye kituo cha polisi, na mkaingia polisi mkawaambia, jamani, kuna watu wengi kwenye bodaboda kwenye kwenye bodaboda Na tuliwakamata. Ongeleni sana ndugu zangu. Hili ni jambo la ajabu na jambo la pekee sana na haijatokea mara moja mara mbili wala mara tatu, mara zote na tulikubaliana wakiwa pahela chikweli, lakini lindeni amani yetu. Mmeilinda amani ya wilaya ya Singida, ongereni sana. Aidha amesema kuwa baada ya hotuba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa kuwapisha kwake, mkuu wa mkoa wa Singida amemtuma akawape salamu za kheri maafisa usafirishaji kwa kazi nzuri mweshimua mkoa mkoa liae mtuma niwaambie wanasigida leo kwamba moja ya kazi kubwa iliyofanywa na maafisa usafirishaji moja ya kazi kubwa iliyofanywa na maafisa wa usalama wasaidizi wilaya ya Singida na mkoa wake wa Singida ni hawa nawaita boda boda na majaji, lakini mheshimiwa mkoa anasema hawa ni maafisa usalama wasaidizi. Hongereni sana ndugu zangu, mmekwenda kuwa mabalozi wakubwa na wazuri katika wilaya yetu ya Singida. Mimi namshukuru Mheshimiwa sana mkuu wa mkoa kwa namna bora ambayo ameendelea kutuelekeza na akawaita kwenye ofisi yake pale mkoani viongozi wenu, na naamini mlipata salamu zake, si ndiyo? Ndugu zangu, si mlipata salamu zake? Makofi kwa Mheshimiwa Ali Madede kupitia kikao hicho. Mkuu wa mkoa wa Singida amepiga simu moja kwa moja na kuwapa salamu za pongezi maafisa usafirishaji. nataka tujenge mnara niweke picha za viongozi wazalendo, vijana watakao zaliwa waje kuiga wow. Kwa upande wa maafisa usafirishaji wamepokea pongezi hizo na kuahidi kuendelea kuilinda amani ya nchi popote ilipo kwa gharama yoyote. Mimi binafsi nifurahika sana kwa jambo hili, kwanza kupongezwa na mkuu wa mkoa ni jambo kubwa sana. taede viongozi wetu wa kituo na wakanda waende kwa sisi watu wao kuhakikisha kila eneo mliopo, naimarisha ulinzi na kama tulivyokubaliana, kila mmoja mwenye kituo lazima atambulike na kituo chake. Asante sana Amini Nyaungwa kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Maelfu wahamasishwa kupisha kimbunga kingine kikubwa Ufilipino.